AI inachukua nafasi kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Usiache kutufuatilia ili kupata mwendelezo na kila update za mabadiliko katika ulimwengu wa AI kwa Kiswahili. Leo tutaangalia AI bora na ya bure ya kujenerate video kutoka kwa picha. ni AI inaweza kukuzalishia video zenye quality nzuri sana, ambazo utaweza kuzitumia katika YouTube. Naomba usiache kusubscribe, kulike na kushare ili kupata mwendelezo wa video zetu za mafunzo ya AI kwa Kiswahili. Leo na kuelekeza AI hii nifuatilie, mpeke mwisho wa video hii, ni fupi tu. Ingia katika search bar, andika videomaker.me. Ikifunguka hapa, nenda juu huku kona sign in. Hapa uta sign in kwa email yako au Google account mm. Nita sign up hapa, utaweka email na password hapa. Wacha ni kuelekeze vipi unaweza kupata email ya muda temporary. Mail utaingia search, andika temp mail, utakopi email hapa, utarudi huku, utaipast hapa, utaandika password, uta confirm password hakikisha password ni strong na inajumuisha herufi mchanganyiko na nambari. Ukimaliza utasan notification hapa, utarudi kwenye email utarefresh. Hapa utashuka chini huku, utakopi code, utarudi katika video AI utapasti kodi hapa, then utasign up. Baada ya kusign up utapatiwa free credit nne ambazo utaweza kutengenezea video. Hapa utakwata resolution tofauti kwa ajili ya video yako. Una 360, 540 ambazo ni free na pia 720, 1080 ambazo yanakubidi upgrade. Uta upload kicha chako ambao unataka iwe video, utaandika maelezo yako vipi unataka picha yako unataka iwe, chagua resolution then generate picha yako kuwa video. Utasubiria kwa muda mfupi mwisho video yako itatengenezwa na utai download kwa matumizi mengine. Natumai umejifunza kitu katika AI leo. Usiache kusubscribe kwa update za video zetu kila tukiposti.